Ikiwa zimebaki siku chache kuelekea uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura nchini, mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM mkoa wa Shinyanga, Deogratius Robert Saguda, amewataka vijana kujitokeza kwa wingi kuboresha taarifa zao kwenye daftari hilo pamoja na kujiandikisha kwa mara ya kwanza kwa wale waliotimiza umri wa miaka 18 na kuendelea ili wawe na sifa za kuwachagua viongozi watakaowaletea maendeleo. Saguda, ametoa wito huo katika bonanza la michezo lililofanyika katika kata ya Malunga manispaa ya Kahama lililokuwa na lengo la kuwakutanisha vijana huku yeye akiwa ndio mdhamini mkuu wa bonanza hilo. Hapa nimekuja kwenye bonanza la vijana hawa kuja kuwapa zawadi washindi na kuweza kuhamasisha juu ya daftari la mpiga kura. Tuna kazi kubwa mbele yetu kwa ajili ya kuchagua viongozi tunakwenda kuchagua serikali za mitaa ma mwenyekiti, tunakwenda kuchagua wabunge wetu, madiwani, pamoja na rais wetu. Na baada ya hapo, ndio maana tumekuja hapa kuandaa hili bonanza letu kwa ajili ya uhamasishaji mkuu, kwa ajili ya watu kusimama imara na kuweza kujiandikisha. Nipende kutoa shukrani kwa mwenyekiti wangu wa kata kwa kunipa heshima kubwa kwenye kata yangu kuweza kusimama na kuongea na vijana hawa, kwani vijana mpira Mpira ni mzuri sana. Napoongelea kuhusu mpira, naongelea kuhusu ajira. Unapokuwa unacheza mpira, hapo ni ajira. Utapata ajira utasomesha watoto wako, utapata hiyo ajira utasaidia wazazi wako. Na kwenye ajira hii pia tutasaidia na wengine kwenye kata yetu hata taifa letu kwa ujumla. Lakini tunaongelea kuhusu mazoezi, michezo yetu hii ambayo vijana wetu leo tunashuhudia wanacheza. Michezo hii vijana wanaocheza kwa heshima kubwa sana, ambayo wametupa sisi wazazi wao, tunaona kwamba kwao vijana wetu ni afya. Michezo hii ni afya. Mtu anapokuwa anafanya mazoezi ni afya kwenye mwili wake, ambapo hata unaona madokta wengi sana, unakutana na watu wameparalize, wanaambiwa wafanya mazoezi. Bila mazoezi, hakuna kinachoendelea. Kwa hiyo, tunapokuwa na afya njema, tunailinda marunga yetu na kwa taifa letu kwa ujumla. Na pia napenda kuongelea kuhusu hii michezo. Michezo ni balozi. Unakuwa balozi kwa njia kuzunguka huko na kule, pamoja na kuleta mahusiano. Unapokuwa unacheza mpira leo utacheza Marunga, utacheza wilayani, utacheza mkoani, mwisho kitaifa kwa ujumla. Pia kwa hapo unapenda kusisitiza haya. Serikali imejipanga kwa ajili ya daftari la mpiga kura ambapo kama hut hutajiandikisha hakuna ambacho utakifanya. Unatakiwa tuende tukahamasishe wazazi wetu, wazee wetu, ndugu zetu, majirani zetu kwa ajili ya kujisajili na daftari la mpiga kula. Lengo kubwa ni kupata viongozi ambao tunahitaji kwenye kata zetu na kwenye mikoa zetu na kwenye wilaya zetu. Na baada ya hayo basi, napenda kukemea kwa vikali hivi haya mambo ambayo najitokeza. Tunapoteza sana nguvu kazi, kwa mfano vijana wetu kuwa wanatumia madawa kulevya wanatumia mambo ya ushoga, wasichana wetu kujiuza. Haya mambo ni hatari kwa taifa letu. Tunatakiwa twende kule tukawe mabalozi, tukaseme serikali imejipanga vikali kukemea vitu kama hivi. Havitakiwi kabisa kwenye serikali yetu, hata kwenye jamii yetu ambayo inatuzunguka. Nipende kuwashukuru sana vijana waliojitokeza sasa kwa ajili ya kuja kushiriki. Bwana nzahili na Bwana wabariki, tutakuwa pamoja nanyi, asanteni sana. Mbali na kumshukuru rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, pia akatumia fursa hiyo kukemea na kuasa vijana wa kike na wa kiume kuachana na vitendo ambavyo ni kinyume cha maadili. Ninapenda kumshukuru sana mheshimiwa wangu rais Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri anayoifanya, na ninapenda kumpongeza sana kwa kusimamia chama chake kama mwenyekiti wa chama. Sisi kama wajumbe wake tuko tayari kumsaidia kwa lolote, maana kazi zake tunaziona kwa mikono na kwa macho yetu. Na pia napenda kumshukuru sana mwenyekiti wangu mkoa wa Chama cha Mapinduzi mkoa Mheshimiwa Mabala, amefanya kazi nzuri kubwa kwenye mkoa wetu wa Shinyanga na kila mtu anaona kazi yake. Nipende kumshukuru sana Mheshimiwa Toma wa wilaya yangu ya Kahama kwa kazi zake nzuri anazozifanya nasi wanakahama tunaziona kwa macho yetu na kwa vitendo. Nipende kumshukuru sana mwenyekiti wangu wa kata ya Marunga Mheshimiwa Baraka Jirumbi, tunaona kazi zake anazozifanya na kuweza kuhamasisha vijana wetu, ndio maana leo tumesimama hapa kwa heshima kubwa ambayo ametuonyesha. Pia kama mimi nipende kushukuru sana uongozi wote wa chama cha mapinduzi, CCM kwa yale tunayoyafanya na kuyatekeleza Napenda kukemea kwa vikali hivi haya mambo ambayo yanajitokeza. Tunapoteza sana nguvu kazi, kwa mfano vijana wetu kuwa wanatumia madawa kulevya, wanatumia mambo ya ushoga, wasichana wetu kujiuza. Haya mambo ni hatari kwa taifa letu. Tunatakiwa twende kule tukawe mabalozi, tukaseme serikali imejipanga vikali kukemea vitu kama hivi. Havitakiwi kabisa kwenye serikali yetu, hata kwenye jamii yetu ambayo inatuzunguka. Kwa upande wao viongozi wa Chama cha Mapinduzi CCM kata ya Malunga nao wakawa na haya ya kusema. Kusema kwa majina, anaitwa David Wilbert Kigoma, ndiye mwenyekiti wa Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi kata hii ya Malunga. Tuko hapa kwa ajili ya bonanza la michezo, na likiwa na malengo makuu mawili, moja, kuhamasisha vijana kujitokeza kuchukua kadi za umoja wa mmoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi, lakini pia kujiunga na Chama cha Mapinduzi kwa kuchukua kadi za Chama cha Mapinduzi. Lakini lengo la pili la bwana Nzahili, tunajua tuna sisi sote mwaka huu 2024 ni mwaka ambao tunakwenda kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Kwa hiyo tumefanya bwana Nzahili sababu pia ya kuhakikisha tunahamasisha vijana wajitokeze kujiandikisha kwenye daftari la kudumu la mkazi ili wawe na haki ya kuchagua viongozi wanayemhitaji. Hayo ndio malengo makuu ya kuanzisha bonanza hili. Mimi wito wangu kwa wakinamama ni kwamba wakinamama wajitokeze kwa wingi ili waweze kujiandikisha kwenye daftari hili la kudumu, kwa sababu sisi wakinamama ndio wapiga kura tulio na msimamo kwa hiyo pakakokuwa hata tumekuwa na msimamo tukijitokeza kwa wingi, tuko tayari kuwashawishi watoto wetu waume zetu, ili waweze kujitokeza kwa wingi kujiandikisha katika daftari hili la kudumu la kupiga kura la mwaka 2024 na 2025. Majina anaitwa Riziki Lucas Kamaze ndio katibu tawi ya tawi hili la Korogwe. sisi hapa wanachama wa Chama cha Mapinduzi, sisi kama tawi, vijana ambao wameanzisha Bonanza sisi ni walezi wao na ndio maana tumefurahi sana kufika kuona michezo ya watoto wetu. Nimepata farijiko kubwa na furaha kubwa sana katika moyo wangu kuona vijana wangu wa kata yangu ya Marunga wanasimama imara kwa ajili ya kufanya haya mazoezi ambayo wanayafanya na kuimarisha miili yao na afya zao, tunapokuwa tunaelekea kwenye daftari na hasa kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa ni vijana ambao wana nguvu, wanaweza kuingia popote na kuweza kuzunguka kama mabalozi. Vijana ndo wenye kutegemewa na taifa letu na kata zetu hizi. Ndio maana nikapata furaha kubwa kwamba vijana wetu tutakapohamasisha, wataingia popote, nyumba kwa nyumba, kwa baba zao, kwa mama zao, kwa shangazi zao, kwa ajili ya kuwapa hii elimu na faida ya kuweza kujiandikisha na kuchagua kiongozi wanayemhitaji kwenye nafsi zao. Kwa vijana, tutakapomaliza bonanza hili tukatembee, tuka tukazunguke mji kwa mji, kata kwa kata, kwa ajili ya kuhamasisha kuweza kujiandikisha kwenye daftari mndo utakapofika.